Usimtegemee mtu kwenye imani. Imani ni kumtegemea Mungu peke yake. Nyakati tulizo nazo si nyakati za kumtazama mtu. Ukimtazama mwanadamu, hutakaa katika kilele cha mafanikio na Mungu wako. Fika mahali useme ya kwamba nimeyakabidhi maisha yangu mikononi mwa Mungu. Chochote kinachopita katika maisha yako kikipotea, haimaanishi ndio mwisho wa maisha yako. Kuna nyakati na majira ya kusikiliza sauti ya Mungu inasemaje. Kuna majira na nyakati, ukiambiwa ondoka, naondoka kwa sababu lipo kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Hizi nyakati ni nyakati za ukaa na Mungu wako peke yako. Kuna watu ambao kanisa likifungwa na nyumbani hawasali, kanisa likifungwa hawatafuti mahali pa kutafuta ibada. Nyakati hizi mtafute Mungu peke yako, jitahidi kuwa na uvumilivu. Hasira haijibu. Tunapokuja madhabahuni na mavuno na kumtolea Mungu mavuno yetu, vuno la kwanza ni wewe lakini kama wewe sio mavuno, watakapoleta utafika mahali utasema kwamba wanajipendekeza. Ukivunwa vikifika madhabauni, vinakuwa ni vya Bwana. Mavuno kwa mavuno yakikutana madhabauni hayagombani, badala yake anamtukuza Mungu. Ni nini ninachotegemea kwenye maisha yako ambacho kinachukua nafasi ya Mungu? Kile kinachotoka ndani ya moyo wako kinachompa nafasi Mungu ambapo atatukuzwa kwa ajili ya kitu hicho, hayo ni mavuno. Mungu akupa neema ya kuwa na mavuno, akupa neema ya kuwa na ulicho nacho ukasema hiki nampelekea Mungu. Mungu hata kupungukia wala hata kuacha. Tunakualika Mungu wetu na baba yetu, ukae nasi. Wewe ni rafiki yetu, wewe ni mpenzi wetu, wewe ni jibu la maisha yetu. Utudumie kama upendani. Roho Mtakatifu mwenye kanisa Kanisa lako linakuhitaji, linakuhitaji useme nalo, linakuhitaji uzungumze nalo. Ipo lugha ambayo kanisa inatamani kusikia kutoka kwako. Mtumwa wako na mtumishi wako na mjakazi wako nipo tayari kutumiwa kama chombo chako kwa ajili ya kuliponya kanisa lako Bwana, kwa ajili ya kurudisha kanisa lako mahali ambapo Mungu linahitajika lirudi. Wewe ndiyo utakayesimama, mimi ninashuka, ili wewe uinuliwe. Weka mafuta katika kinywa changu, mafuta roho yako Mtakatifu. Utudumie kama upendavyo. Asante kokoweni, Mungu mwema, utukufu wako utakurudia sasa na hata milele, amen. Ninasoma injili ya Mathayo mtakatifu sura ile 24 mstari wa kwanza hata kumi na tatu na baadaye nitasoma Mwanzo sura ya nne mstari wa kwanza hata wa nane. Nina mistari mingi, kwa sababu hiyo ningetamani nisome mistari kwa haraka. Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya ishirini na nne mstari wa kwanza hata ule wa kumi na tatu na kisha Mwanzo sura ile ya nne mstari wa kwanza hata ule wa nane. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni wanafunzi wakamwendea ili wamwonyeshe majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa hata. Alipokuwa ame, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini nayo na ni nini dalili ya hayo ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalume kupigana na ufalume, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa na kusaditiana na kuchukiana na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Sura ya 13, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza hata ule wa nane. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza hata ule wa nane. Adamu akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habiri. Habiri alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye, Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana, Habiri naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habiri na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake kunjamana Bwana akamwambia Kaini kwa nini una ghadhabu? na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yakupasa uishinde. Kaini akamwambia habiri nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwa hapo uwandani, Kaini akamwinukia habiri nduguye akamuua. Amen, tuketi. Leo nimesema nataka nizungumze mambo mawili kwa kupitia nafasi hii ya kuhubiri. Kwanza nataka nizungumzie kuhusiana na neno la injili ya Mathayo ambalo ndio limewekwa kwenye kalenda yetu, na neno hili nilipolisoma nikasema ninataka niwatie moyo Wanasegerea kwa matukio yaliyotokea tokia tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi hata tarehe tatu mwezi huu wa kumi na moja na baadaye nitazungumzia kuhusiana na mavuno, kwa sababu leo ni kilele cha sikukuu yetu ya mavuno. Nianze na injili ya Matayo. Pamoja na maelezo yote ya Yesu Kristo ambayo wamewafundisha wanafunzi wake, wanafunzi wake katika eneo hili wakatamani kujua nini dalili ya siku za mwisho, nini dalili ya wewe kuludi? Na wanafunzi walipomuliza haya, Yesu akajibu akawambia, kuna vitu mtakavyoviona. Kwanza, tukio la kwanza ni hekalu la Yerusalemu litabomolewa. Hekalu la Yerusalemu lilijengwa na mfalme Sulemani, lilitumia miaka mingi ili kulijenga, inasadikiwa zaidi ya miaka 40 walikuwa wanajenga. Halafu Yesu anasema hili litabomolewa. Hawakuwa wanawaza, hawakutegemea, kwa sababu imani yao ilikuwa ndani ya lile jengo, ndani ya lile hekalu. Waliamini ya kwamba ndani ya lile hekalu Mungu yawe anakaa, waliweka matumaini yao hapo, na hawakudhani ya kwamba itatokea siku lile hekalu litabomolewa. Yesu anasema haya ndiyo mwanzo, lakini wanafunzi walikuwa wanalitazama hekalu la Yerusalemu. Mimi leo nataka nikutoe, tumaini lako ni nini? Tumaini lako ni nini? Mwanasegerea, unachotegemea ni nini? Hawa walitegemea hekalu, walijua ya ndani ya hekalu kuna kila kitu. Unategemea nini juu ya kesho yako? Unategemea nini juu ya leo yako? Tumaini lako liko wapi? Hawa walipokuwa wanategemea vile, mwaka sabini hekalu lilivunjwa, taifa la Israeli lilisambaratika, hata hivi leo wanajitafuta duniani, vita isiyokoma. Lakini Yesu alitabiri ya kwamba haya hayana budi kutokea. Walilitazama hekalu Leo natamani tamani ni kutoe, usitazame hekalu. Tafsiri yangu usimtazame mtu kwenye imani, usimtegemee mtu kwenye imani. Imani ni kumtegemea Mungu peke yake. Mshike Mungu uliyekuwa naye. Nyakati tulizo nazo si nyakati za kumtazama mtu. Nyakati tulizonazo sio nyakati za kutazama watu wengine. Nyakati hizi ni nyakati za kutazama uhusiano wako binafsi na Mungu. Ndugu zangu wapendwa, ninajua wengi wameumia katika kipindi hiki lakini ni kwa sababu alitaka kutazama wanadamu. Ukimtazama mwanadamu utakosea, ukimtazama mwanadamu utasema, ukimtazama mwanadamu hutakaa katika kilele cha mafanikio na mungu wako. Unaweza ukamtazama mwanadamu na kumtaja kwa jina fulani, ndio chanzo fulani, ndiyo chanzo, hujamtazama Mungu. Mungu peke yake ndiyo wa kumtazama. Nyakati za shida, nyakati ngumu, tunabakia na Mungu, nyakati za mahangaiko, nyakati za vifo, nyakati za maombolezo, nyakati za kilio Usimtazame mwanadamu, mtazame Mungu peke yake yeye. Yeah, alikuleta duniani, ana makusudi na wewe. Hutaondoka mpaka umetimiza kusudi la Mungu. Hata ikiwaje, Mungu atasimama na wewe. Mtegemee basi huyo mwishi kwa huyo, fika mahali useme ya kwamba nimeyakabidhi maisha yangu mikononi mwa Mungu. Mungu atasimama pamoja nawe. Juzi nilipokuwa naaga mwili wa yule kijana nilisema maneno haya, ni maneno magumu lakini acha niyaseme, nijenge kanisa la Mungu, niwasaidie watu na, nilipokuwa nasema, nilisema sio vizuri kutaja majina ya watu, lakini kuna majira tunatakiwa tutaje majina ya watu kama watu wenye ushuhuda, ili watu waweze kusimama. Na nilitaja nikasema, Liso amepigwa risasi sijui kumi na ngapi, lakini bado anatembea. Kuna mtu kapigwa risasi moja kaondoka. Kumbe kifo hakiko mikononi mwa bunduki, kifo hakiko mikononi mwa mtu, kifo kiko mikononi mwa Mungu. Mungu akitaka uondoke mungu akitaka uondoke kwa jambo lolote litakuja, kusudi hilo litakaa katika maisha yako. Hilo kusudi ni wewe tu kuondoka, sio kwa sababu ya jambo lingine Liki, ukiondoka wewe kusudi limemalizika. Kuna saa nyingine unawaza kwa nini hili linatokea, kwa nini haya yameruhusiwa? Taka nikutie moyo mwana Segerea, usitegemee hekalu, usimtegemee mtu, mtegemee Mungu. Utawatazama wanadamu wote, utasema kwamba kwa nini, anasema kwa nini, yule anasema yule hajui uchungu tulio nao, hajui maumivu tulio nayo. Maumivu yako uchungu wako, mwanadamu hawezi kuwa mfariji wako. Yuko mfariji wa kweli ambaye yeye akisimama atakufariji kwa kweli. Yupo mwenye matumaini ya kweli, akisimama atakupa matumaini ya kweli. Ndugu zangu, haki haipatikani kwa mwanadamu. Mwanadamu angekuwa mtu wa haki tungeishi katika dunia yenye paradiso. Haki haipo duniani, mwenye haki yuko mbinguni, ila hapa duniani tumeletwa kwa zamu. Tegemee utapata haki kwa mwanadamu, itafute haki kwa Mungu wako, na haki kwa Mungu wako haitapotea milima. Na vilima vitapita, haki ya Mungu haitapita . Ipo saa ya Mungu kuikumbuka haki utakayomwomba, siyo kukumbuka haki utakayosema kwamba naipambania, utapambania haki, utaondoka wewe na haki utaipata. Simama kwa Mungu wako ili Mungu ashushe haki. Segerea nisikilize, neema ya Mungu inayekupa leo nafasi ya kuja kwenye ibada, ikupe nafasi ya kuona Mungu umesimama nawe, ikupe nafasi ya kuona kwamba Mungu ni tumaini lako. Ninawaambia ndugu zangu, katika maisha haya hatutakaa wote, tutapita. Tutapitaje kwenye maisha haya? Tutaondokaje kwenye maisha haya? Lakini kuna kipindi wote hatutakuwapo. Nilijaribu kuangalia, nilijaribu kuangalia, baba zangu walizaliwa kumi na moja, sisi hatuna shangazi. Baba zangu walizaliwa kumi na moja. Sasa hivi sina hata baba mmoja hata ule wa kumwita baba mdogo sina, wote wameondoka, sina baba. Na kwa sababu hiyo kizazi cha babaangu kimemalizika. Mama zangu na wajomba zangu walizaliwa kumi na tatu. Sasa hivi amebakia watu wawili tu katika hao kumi na tatu. Maanake sitakuwa na mama, sitakuwa na mjomba, kwa sababu kizazi chao kitapita. Kuna kizazi kitakachopita. Kuna kizazi ambacho hakitasimama lakini yupo atakayesimama ambaye hajabadilika, bado alikuwapo jana, yupo leo, atakuwapo milele. Huyo mtegemee, huyo mtwike fadhaa zako, huyo mtwike kilio chako, huyo anajua maangaiko yako, huyo anajua huzuni ulio nayo leo. Nipo hapa kukuambia, bado Mungu anaishi katikati ya giza nene, bado Mungu anaishi katikati ya mahangaiko, Mungu bado anaishi katikati ya huzuni, Mungu bado anaishi mtwike yeye fadhaa zako. Yerusalemu, hekalu lilivunjwa, waliokuwa analitegemea ilikuwa ndio mwisho wao. Chochote kinachopita katika maisha yako kikipotea, haimaanishi ndio mwisho wa maisha yako, ila ni hatua moja ya kusogea mbele, ni hatua moja ya kusimama na kutazama jambo lingine ambalo Mungu anatamani alifanye kwenye maisha yako. Jambo la pili leo, wakati huo Yesu anasema, watu watawasaliti, watu watu watawasaliti Kusalitiana. Usimwamini mwanadamu. Huyu anasema ni mwema leo, kesho atakuwa sio mwema kwako. Kusalitiana, tunaishi kwa kuogopana kwa sababu wasaliti ni wengi, na kuna wengine ambao hapati faida yote lakini ni msaliti. Usaliti ndani ya maisha yetu, usaliti kwenye ndoa zetu Mume aliye mwema kabisa aliapa madhabahuni ya kwamba nitakuwa nawe mpaka kifo. Leo ni msaliti, yuko kwa mwanamke mwingine. Usaliti, kusalitiana. Mwanamke aliye mwema ambaye amefunga ndoa madhabahuni, leo amezaa mtoto ambaye sio wako, na unalea hujajua, kama mtoto unayemlea sio wako. Kusalitiana, tumefika katika dunia ya kusalitiana. Hakuna mtu ambaye unasema tufanye maombi pamoja akakuacha salama hata kwenye ibada hii sijui kama wote tupo ni Wakristo. Sio kama wengine wamekuja kwenye ibada hii, labda wako kazini, wanauliza atasema nini leo, nini kitachotokea leo, halafu akasaliti. Sitaogopa kusalitiwa, mradi Mungu anaishi. Atasimama, mwache asimame. Yesu anasema wengi watakuja na wengi watakuwa ni wasaliti, na wengi watakuja wakijifanya nao ni Makristo. Wengi watakuja wengine hata wakukumbatia wengi watakuja hata wengine kuwambia asante kwa neno la Mungu, huku ndani ana waka, huku ndani ana hila, huku ndani ana kitu, huku ndani ana kitu ambacho kikitoka nje, ungefanikiwa ukiona, usingeweza kuvumilia. Wasaliti, wasaliti, wasaliti, wasaliti, wasaliti, wasaliti, wasaliti, wasaliti, wasaliti! Hata hapa kwenye nyumba yako, kwenye familia yako, wasaliti wako pale pale. Unadhani mko pamoja, kumbe mko pamoja. Mnaimba pamoja kwenye kwaya, mnadhania mnaimba pamoja, mnakaa pamoja kwenye chakula, nadhani mko pamoja, lakini kuna wasaliti. Yesu anasema wataibuka hao, wataongezeka hao. Sasa hivi si usiongozane na mtu ukasema tuko pamoja ila wewe kaa pamoja na Mungu ili Mungu akae pamoja nawe. Ukiishi pamoja na Mungu na Mungu akiishi pamoja nawe, msaliti atakuja na Mungu atakupa neema ya kumtambua kama Yesu alimtambua Yuda. Na Mungu akupe neema kumtambua Yuda wako kama Yesu alijua ya kwamba anakula pamoja naye anachobya pamoja naye ndiye msaliti wake. Nataka nikwambie, Mungu akikupa neema kujua usaliti wako utafanya nini? Ndio maana Mungu ataka kutuonyesha wasaliti wetu kwa sababu ungemjua msaliti wako, pengine ungefanya kitu cha ajabu sana, na Mungu kakuficha msaliti wako unayemwambia mambo yako ya ndani, unayemwambia vitu vyako vya ndani, unayemwambia mambo yako ya ndani. Mungu kakuficha huyo, ndiye msaliti wako anayekula pamoja nawe, ndio aliyekuinukia kisigino chake. Yule ambaye mnakwenda pamoja shopping, ndio huyo. Yule ambaye mnafanya kila kitu, ndio huyo. akanifuata kabinti, kanalia kanalia, asema vipi? Anasema fulani alikuwa ni rafiki yangu sana, nilimweleza mambo yote na kila kitu. Nimekaa kwenye ndoa na mume wangu, tumepata watoto wawili, halafu rafiki yangu kaja kamchukua mume wangu. Mume wangu kahamia kwake, mume wangu akaondoka wa hata na nguo, halafu amehamia kwa rafiki yangu, amehamia kwa mtu wangu wa karibu, ninawaona anapita barabarani mume wangu wa kutaka kitu chochote nyumbani, aliniacha na nyumba, aliniacha na kila kitu, lakini kwa nini kaondoka nyumbani? Kwangu aliyemchukua ni rafiki yangu. Kikulacho huyo huyo, aliyekaa naye huyo huyo, ambaye uko naye jirani huyo huyo, ambaye mlitoka asubuhi mkaja kanisani pamoja huyo huyo, ndio anayekuumiza, ila kija hapa kanisani naye anajifanya kama sio mkiona kwenye ibada, nakwambia nikusaidie na bahasha au taenda mwenyewe, asema chukua shosti na bahasha kanitolee huyo. Kama Mungu angeufunulia ungemfanyaje? Na leo niseme maneno magumu, Mungu amelipa nafasi kanisa kutambua msaliti ni nani, lakini kanisa badala ya kumjua msaliti waliokuwa nakula naye, waliokuwa na kaa naye. Kanisa badala kumtambua msaliti walitaka kumpiga na mawe. Msaliti apigwi mawe, Yesu hakumpiga mawe. Yuda alikula naye, Yuda alijiua mwenyewe. Acha msaliti afe mwenyewe. Sasa usiweke mahali ukasema nataka nimwondoe msaliti, nataka nimuondoe msaliti, utaondoka wewe <laughs> muulize, muulize Yezebel wakati anapambana na Eliya Eliya ameua manabii wa Baali mia nne na hamsini aliokuwa wanatunzwa na Yezebeli. Yezebeli akapata habari ya kwamba manabii wako mia nne hamsini Elia amewaua. Yezebeli akasema nani aliaua? Akasema Elia. Ukumbuke Yezebeli ni mwanamke, Elia ni mwanamume nabii. Akafika mahali Eliya akapelekewa ujumbe, akasema Yezebeli kasema kesho majira kama haya kichwa chako kitakuwa halali yake. Elia kakimbia, kamkimbia mwanamke. Kaua wanaume mia nne na hamsini, mwanamke kamkimbia. Ukimjua adui yako, ukijua yule ambaye anakutaka kula, anataka kutafuna kisogo chako, ukimjua yule, unafanyaje? Kuna nyakati za kukimbia. Kukimbia pia ushujaa. Wali wengi waga wanasema mimi nang'ang'ana hapa hapa, Mungu yupo. Kimbia! Kuna wakati mwingine Mungu anakupa miguu ya kukimbia. Kimbia, kimbia. Waliposema kaeni kila mtu nyumbani kwake, nilikaa Kisarawe kule, mi nasikia tu ya kwamba Dar es Salaam kuna hiki, sisi kwetu kule hakuna. Yani tumenunua nyama mpaka siku ya mwisho, tumenunua vitunguu mpaka siku ya mwisho, hakukuwa na shida yoyote. Mungu alisema kimbieni, kimbieni. Sasa ukisema kwa Mungu asema kimbie, alafu anasema alisema nikimbie, mesikimbie yatakaye kukuta, tusije kulalamika kuna nyakati na majira ya kusikiliza sauti ya Mungu. Inasemaje? Usikiri Yusufu alikuwa mjinga alipoambiwa na malaika, mchukue mtoto mkimbilie Misri? Yesu mwenyewe alikimbia. Kuna majira na nyakati, ukiambiwa ondoka, naondoka, kwa sababu lipo kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Hizi nyakati ni nyakati za ukaa na Mungu wako peke yako, sio nyakati za ukaa na Mungu wa wengi wa nikapata, nikapata bahati mwenzenu Jumapili ile iliyomalizika, nilipata bahati, nikiwa niko nyumbani kwangu nikasikia wanafunzi wa Junior Seminari wanasifu, wao si wamefungiwa katika fensi. Na mimi taratibu nikachukua Biblia yangu nikanyata, nikanyata, nikanyata, nikasema wasije watu wakaniona ninaenda ibadani. Nikaingia kwenye ibada, wanafunzi wa Junior Seminari wakaniona, kasema, hey, mchungaji, na wao umekuja, akasema ndio, nami nimekuja angalau nisikie mnasemaje na Mungu anasemaje. Sasa kuna watu ambao kanisa likifungwa na nyumbani hawasali <laughs> kanisa likifungwa hawatafuti mahali pa kutafuta ibada. Nyakati hizi mtafute Mungu peke yako. Na mwenye anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu, mtu mbaya na ache njia yake. Matayo anasema mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Jitahidi kuwa na uvumilivu. Hasira haijibu wala hasira haifanyi mapenzi ya Mungu. Chuki na dhalau havijengi, chuki na dhalau vitakubomoa. Halafu kikaa na mtu, mjue uliyekaa naye na tabia gani. Halafu tumia busara ya Mungu kuishi naye kwa akili. Mi nawapongeza sana watumishi wenzangu, wanaishi na mie kwa akili kweli. Mimi kidogo ni mbabe lakini hao watumishi wenzangu wanajua mbabe huyo, bwana sasa nenda naye kwa akili, na anaishi nami kwa akili kweli, kwa, kwa sababu anajua mchungaji wao ni nani, ni mbabe. Ukikaa na mchungaji mbabe, ishi naye kwa akili, unanielewa eh? Kwa kama mchungaji wako ni mbabe, kama mchungaji wako akisema jambo linatokea litatokea kweli, akisema nakuhamisha unahamishwa kweli, mmenielewa eh? Ishinaye kwa akili kwa sababu akisema kwamba mchungaji akisema kwamba utaondoka utaondoka, nakuamisha usharika Segerea, na nakwamisha alafu akawa na uwezo kweli wa kuhamisha, ishinaye kwa akili <gibu>, niyee mnielewe, msiponielewa <gibu>, shauri yenu. Nasema wazi wazi sasa, sio kwa mithali. Kaa na mchungaji kwa akili, usipambane na mchungaji hapo. Kaa naye kwa akili, Segerea, kaa na mchungaji kwa akili. Pengine huyo mchungaji hakutumwa na Mungu ila yupo hapo kwa sababu za kwake mwenyewe. Kaa naye kwa akili. Hivi nwe mnamwelewa kweli mchungaji? Kaa naye kwa akili. Kaa na mchungaji kwa akili, usipambane na mchungaji utaondoka wewe. Kaa naye kwa akili. Hivi niseme mavuno haya tunapokuja madhabahu na mavuno na kumtolea Mungu mavuno yetu, vuno la kwanza ni wewe. Wewe ukishavunwa na Mungu ulivyo navyo utatoa kwake aliyekuvuna. Kama hujavunwa, hata tukipiga kelele miezi kwa miezi, utatoa. Na mimi niliona tamani nikwambie walikuwa watoto wawili wa kwanza waliozaliwa na mwanamke mmoja aliitwa Kaini, mwingine, masikini Kaini hata mavuno, na mwingine aliitwa Habiri. Maskini Kaini hakuwahi kuvunwa. Kwa hiyo hata alipoambiwa apeleke mavuno hakupeleka yale ambayo alikuwa anastahili kuyapeleka, kwa sababu alikuwa hajavunwa. Habiri alikuwa amevunwa, hata kama anapeleka mavuno, yeye mwenyewe alikuwa ni mavuno. Na mimi natamani Segerea, we ukiwa mavuno utapeleka mavuno lakini kama wewe sio mavuno, watakapoleta utafika mahali utasema kwamba wanajipendekeza. Na kuna watu wamekuja hapa kutazama mapema tu, nani kaleta nini, nani kaleta nini, na watu wameweka alama za kitu gani kimeletwa. Na wengine baada ya kuleta hapa wanasema kitu changu kile, kitu changu kile kimenauzwa kwa shilingi ngapi? Ukivunwa, vikifika madhabahuni vinakuwa ni vya Bwana, kwa kuwa wewe mwenyewe ni mali ya Bwana na vyote vilivyo navyo ni mali ya Bwana. Wewe mwenyewe ni vuno, mavuno kwa mavuno yakikutana madhabahuni hayagombani, badala yake anamtukuza Mungu katika maisha yako. Unategemea nini? Nini ni kipaumbele chako kwenye maisha yako? mali ulizonazo fedha ulionayo, ni nini unachotegemea kwenye maisha yako ambacho kinachukua nafasi ya Mungu? Kama ujafanikiwa ulikuwa ni mtu wa kuja ibadani, kama ujafanikiwa ulikuwa ni mtu wa kusema kwamba ninatoa baada ya kufanikiwa. Kazi, majukumu yamechukua nafasi, Mungu hana nafasi tena. Mavuno ni jambo lolote linatoka ndani ya moyo wako linalompa nafasi Mungu kwenye maisha yako. Kile kinachotoka ndani ya moyo wako kinachompa nafasi Mungu, ambapo atatukuzwa kwa ajili ya kitu hicho, hayo ni mavuno. Kuna mmoja nilimsikia akiwa anasema, wanataka tupeleke mavuno, hawajui tulikopita. Nikafunga redio yangu kwa sababu sikutaka kusikiliza. Mungu akupa neema ya kuwa na mavuno, akupa neema ya kuwa ulicho nacho, ukasema hiki nampelekea Mungu. Mungu hata kupungukia wala hata kuwacha. Leo nisikie, tutakuja mbele za Mungu. Tumehubiri sana huko nyuma, mahubiri haya yatoshe leo. Mungu alibariki neno lake.